Nam karibu tena mtazamaji. Tamaduni ya kurahisisha watoto wachanga kuota meno katika jamii ya ukambani imetajwa kuendelea kusababisha maafa miongoni mwa watoto. Nam, katika kaunti ya Makueni ripoti za madhara zimeendelea kuripotiwa huku hata watoto wengine wachanga wakifariki baada ya kukatwa ufizi. Nam, Emili Chebet anatuarifu kuhusu tamaduni hii ambayo maafisa wakuu wa afya wameitaja kuwa hatari kwa watoto. Katika kijiji cha Kadhiaka kaunti ya Makueni hmm. Regina Kimondio sio jina geni, alijulikana sana kwa kuwasaidia kina mama kupunguza dalili ya kuota meno kwa watoto wao, lakini sasa anaishi na majuto baada ya kukata fizi ya mwanawe na akafariki. Akashikwa na kuhara na kutapika huyo mtoto, akaona ni kama ako na shida ya meno, akachukua ile inaitwa Ashton na Sodamid. Akasukua meno wakati alimsukua meno huyo mtoto alikuwa seriously mgonjwa. Kwa miaka mingi, kukata fizi kulionekana kama suluhu kwa matatizo ya kuota meno kwa watoto, lakini wataalamu wa afya wanasema zoezi hilo linalofanywa kwa kutumia wembe, miiba, hata misumari ni hatari. Kitambo, wakati nilikuwa nazaa, mimi nilikuwa natoboa meno, unachukua yati unatoboa na una eh, unasugua kidogo alafu ile damu ikitoga tuli, ikitoka tulikuwa tunaamini huyo mtoto atasumbua na meno. Kati ya mwaka 2023 na mwaka 2024, hospitali ya kaunti ndogo ya Kibwezi imeandikisha maafa, na hadi Julai mwaka huu watoto 37 waliathirika watatu wakifariki. So Phillis uh, uh, uh, like Mwikali na mtoto wake wamekuwa hospitalini kwa siku sita ni madhailo wangu. So venye aliona situation ya mtoto anahara, kutapika, yeye kwa fikira zake akadhania ni meno. So like alienda akachukua hiyo surgical blade alinunua baada hata kuchemsha ile kuboil, akamkata na akagagul na hiyo ashton. Sasa serikali ya kaunti ya Makueni inashirikiana na kinamama na vituo vya afya kukomesha tamaduni hii hatari. Kaunti sasa inasema inapania kubuni sheria zitakaopiga marufuku tamaduni hii. Emily Chebet, runinga ya Citizen.